Hapa tuko ndani, mpenzi msikilizaji, tuko ndani ya hifadhi ya Manyara. Kama unavyoona, angalia mnyama huyo hapo anaitwa Miss Tanzania twiga. E, huyu ndo Miss Tanzania ni twiga, kama unavyomuona anakula zake e, majani na kama kawaida tuko hapa ndani ya hifadhi e, unavyoangalia kama unavyoangalia kule mbele kuna, kuna zebra huyu e, hapa huyu hapa ni nyama ambayo natakulika kwa twiga, alafu kuna zebra yule pale kama unavyoona wewe msikilizaji e, zebra huyo hapo unavyoona, tuko ndani ya Manyara. Hii ndio Manyara na wapo, kuna hawa wanaitwa nyumbu. Hawa ndio nyumbu, hawa ukisikia nyumbu nyumbu nyumbu nyumbu, sasa ndio hawa hapa. Tuko ndani ya misitu ya Manyara mbugani. Tikiwa tuna enjoy na kurelax kama unavyoona wanyama hawa hapa eh. Eh, kama unavyoangalia hayo wanyama hawa hapo unaona eh, eh eh, wauni hao hapo wanapita zao wanaenda zao huko mbelembele huko eh, kama unavyoangalia tuko uga ya Manyara Manyara, raha hiyo eh eh. Hapa sasa, hivi, sasa hivi sasa tunaendelea kutembea, mpenzi msikilizaji, tunataka tukuoneshe wanyama wengine wengi zaidi. Huyu hapa kunda milia huyu hapa kama unavyomuona eh, muone eh tuko mbuga za Manyara eh, hao hapa wengine kama unavyoona, mpenzi msikilizaji, hii ndio Manyara ya kuenjoy Manyara ya kufurahi, unavyoona huyu hapa mnyama twiga ambaye ni Miss Tanzania hii e, ndo Tanzania yetu. Yaani, Tanzania ni raha tu, una enjoy tu, ushinde mwenyewe furahi, angalia. Alafu hapo kuna swala, unajua swala weo, swala wapo kutosha. Mwaona hawa e, hapa swala kama unavyoona hawa e, ndo mbuzi wa Mama Samia e, msikia mbuzi wa Mama Samia, gusa uone yani taka kufungwa hapa, maisha kamata hata mmoja tu uone chiki. Huyo hapo mnyama twiga anakimbia zake e, yani maisha ni raha. Hii mbuga ya Manyara bana, una enjoy sana. Ukitaka kuenjoy katika hii mbuga unapata vitu vipya kama hivi e, ndani ya e, mbuga ya Manyara tuna enjoy na kufly tukiwa Manyara, chekia o twiga Eh, unaenjoy tu una fly unawaona wakiwa kutosha na uzuri wenyewe, kwamba Tanzania tunaenjoy sana na tuna fly, kwa sababu tunakutana na wanyama wa kila aina kama unavyoona hii eh, ndio mbuga ya Manyara. Eh, mpenzi msikilizaji unaenjoy na kufly, angalia hao viumbe jinsi wanavyoenjoy. Eh, unaona hii eh, ndio mbuga ya Manyara una enjoy na kufly. Eh hey, hii Manyara yetu bwana. Tunaenjoy sana. Kama unahitaji mpenzi msikilizaji, unaweza kuja ukajiunga nasi na pia ukitaka kuona katika chaneli zetu, unaweza ukasubscribe chaneli yetu. Tukao tunaendelea kukuonesha vitu kama hivi kila siku na unaenjoy kuangalia wanyama kama hawa tukiwa ndani ya Manyara. Eh hey, hii ndio Manyara, Manyara. Manyara, mbuga ya Manyara ina wanyama wa kila aina. We angalia hey, hao wanyama hao jinsi wanavyoenjoy hapa. Una fly huko unawaona wenyewe live eh, wala hata hawana wasiwasi yani. E, hapa unafika unaongea nao tu wanyama na unapo nyama ni mwingi yani, eh, kama kawaida unavyoangalia mpenzi msikilizaji, eh, hii ni mnyama mwingi yani, hawa hapa eh, kama unavyoangalia hawana hata shida yani. Eh, hii ndio Tanzania bana, Tanzania Manyara, eh, kama kawaida tuna enjoy. Basi mpenzi msikilizaji na kurudisha huku katika hawa zebra. E, unaangalia una enjoy ndani ya Manyara bana, raha sana e, katika hii misitu ya Manyara una enjoy na kufurahi e, unapata vitu kama hivi nini e, mavitu kama haya yanapatikana huku kwetu tu, hamna sehemu nyingine ambako unayapata e, sunaona eh? mavitu kama hayo yani, eh? raha tu una enjoy tu awa ndo zebra unaona e, kama kawaida, tuna enjoy na kuangalia karibu sana. Mpenzi msikilizaji, uendelee kuenjoy na kupata vitu vyetu huku, subscribe chaneli yetu ili uwe wa kwanza kabisa kupata mavitu kama haya pindi bado mapya kabisa e, na kuletea kama hivi ukija e, mbuga ya Manyara huku una enjoy na kufurahi kama hivi yani. Eh, karibuni sana wapenzi wasikilizaji wewe mnakuja kuangalia chaneli yetu na pia mnakuja kutembelea sehemu kama hizi. Hakika ukitembelea sehemu kama hizi una enjoy sana, na una na unafurahia kama hivi unavyoona madude haya hapa e, mnyama huyo hapa yuko anasikilizia tu, ana hata wasiwasi yani e, mpenzi msikilizaji, hii ndio chaneli yetu e, tunaendelea kukufurahisha na kukupa vitu kama hivi, vitu adimu, vitu ambavyo havipatikani mara kwa mara isipokuwa kwenye chaneli yetu tu, na unapokuwa unaendelea kuwa na chaneli yetu unaendelea kuenjoy na kuflai kama hivi. Mpenzi msikilizaji, e, hii ndio channel yetu e, unaenjoy na kuangalia vitu kama hivi. Karibu sana kwenye channel yetu, mpenzi msikilizaji, ili uendelee kuflai na kupata vitu kama hivi, vitu adimu eh. Hawa ndo wanyama mbuga za Manyara, ukija kama hivi unatembelea unaangalia vitu adimu, tunaenjoy tunaona msitu ya maana ndani, e, ya msitu ya Manyara una enjoy na kufurahi, unapata vitu adimu kabisa, vitu vya maana e. Kama kawaida, mpenzi msikilizaji, tunaendelea kufurahi na kupata e, burudani e. Ukija hapa una flai tu unapata raha muda wote una enjoy unapata vitu adimu kama hivi e, asanteni sana e, kama kawaida tunaendelea kukufahamisha na kukuonesha wanyama zaidi. Leo tumekuja kutembelea katika hii mbuga za manya, za Manyara ili kwa ajili uendelee kufurahi na uendelee kuenjoy. Naona misitu kama hii sasa, nakwenda kukuonesha mnyama ambaye anatambulika kwa jina la fisi. Eh, sky mbali, nataka nikuoneshe mnyama anayetambulika kwa jina la fisi. Anaalisha huyo, akialisha anaalisha zake hadi chokaa, yani umeona. Eh, nataka nikakuonesha hapa kwenye kichaka hiki, hapo unapokiona hiki hapa, ndani ndani hapa kuna simba na pia kuna fisi Eh, na pia kuna chui lakini nataka ni kuoneshe leo live, ili uone ujionee mwenyewe usio na hadisiwa eh. Yani ni live unajionea wanyama kama hawa eh, lazima uangalie hiki kitu. Nikiingia hapa ndani kwenye hiki chaka na kuonesha fisi na kuonesha na na chui eh, ili uweze kumuona chui live eh. Hapa ni leo nimepanga kukufurahisha eh, mpenzi msikilizaji wa chaneli yetu Nataka nikufurahishe leo, uenjoy. Nataka nikuoneshe fisi live, nikuoneshe na tembo live, nikuoneshe na. Kama unamjuaga yule mnyama yule ambaye anapandaga juu ya miti yule, yule mnyama mkubwa yule ambaye anaitwa kwa jina la chui, chui mweupe yule ambaye anapandaga kwenye, kwenye, kwenye miti. Akipanda kwenye mti anakaa, anatulia hapo. Kwa hiyo yule mnyama hata kama anakushambulia, ukisema unakimbia maana ukikimbia ukipanda kwenye mti na endo anakuja anakunasa vizuri kabisa. Mpenzi msikilizaji, hii ndio channel yetu na eh, ukipenda zaidi unaweza ukasubscribe channel yetu, ukawa unaendelea kupata vitu kama haya, vitu adimu adimu kama haya. Unaona, sasa nakusogezea hapo karibu kabisa. Unaona, kwa pale mbele pale ndio kuna wale sasa, wale simba niliokuwa nakuambia, unaweza ukaona live hapo hapo mbele, lakini siwezi kusogea karibu zaidi maana hawa ni wanyama wakali. Hey, itabidi nikuonyeshe tu kwa mbali, mpenzi msikilizaji, kama kawaida, ili uendelee kuenjoy na kufly chaneli yetu. Asante sana, sana, na napenda sana, nawashukuru kwa kunisikiliza, na pia nashukuru, nitawaonesha na zaidi na siku nyingine, pia nitawasogezea karibu kabisa, maana leo siwezi kusogea paka kwa huu simba, maana sijui akanifanyia hamna, alafu mkakosa kuiona hii chaneli. Kwa hiyo kwa leo nitaishia hapa, asanteni sana.